Mamlaka za Umoja wa Ulaya zaiwekea Tanzania kizingiti cha kimataifa. Ndege za shirika la ndege la Tanzania, Air Tanzania kuzuiliwa kutoka katika anga la nchi za Ulaya. Umoja huu Ulaya wa Ulaya kupitia kitengo chake maalum kinachohusisha masuala ya usalama wa vyombo vya anga vimetoa orodha ya nchi ambazo zimezuiliwa ndege zao kutua katika nchi za Umoja wa Ulaya. Umoja ula wa Ulaya. Wakati huo Umoja wa Ulaya ukitolewa mfano Tanzania kupitia kurasa zake kwamba vyombo vyake vya usafiri wa anga havikidhi viwango vya usalama vya kimataifa. Kwa nini Tanzania katika hili? Jia ni hatua ya kuiandama Tanzania ikiwa ni majuma kadhaa tangu bunge la Umoja wa Ulaya kuijadili Tanzania kuhusiana na masuala ya kidemokrasia ambapo walitaka mamlaka za Tanzania kufuata misingi haki za binadamu, tofauti na hivyo hatua zaidi zitachukuliwa dhidi ya Tanzania. Je, Tanzania itatokaje hapa kujikwamua katika kikwazo hiki kikubwa cha uchumi dhidi ya Umoja wa Ulaya? Si mara ya kwanza kwa Tanzania ndege zake kuzuiliwa, tangu Rais Magufuli akiwa madarakani hata sasa rais wa serikali ya awamu ya sita, Dr Samia Suluhu Hassan, tumeendelea kushuhudia uamuzi wa Ulaya kuzizuia ndege za Tanzania kutotua katika nchi za Ulaya kwa kile kinachoita kukosa viwango vya usalama vya anga vya kimataifa. Kamishina ya Umoja wa Ulaya imetoa orodha ya usalama wa ndege. Katika orodha hiyo ndege zinazohusishwa kuzuiwa na kuwekewa vikwazo katika nchi za Umoja wa Ulaya kwa sababu hazikidhi viwango vya usalama wa kimataifa. Kufuatia taarifa mpya, Tanzania imehusishwa kwenye orodha hiyo ya ndege ambazo hazitafanya kazi zake Umoja wa Ulaya kuhakikisha viwango vya juu vya usalama wa anga na abiria wanaosafiri wanahusisha sera za mamlaka ya anga Maamuzi yameegemea katika usalama ambapo ilifanyiwa uchunguzi na jumuiya ya Umoja wa Ulaya kwa masuala ya anga. Mamlaka za anga za nchi hizi zimeshindwa kuendana na mfumo wa usalama wa kimataifa, ni sehemu ya kauli ambazo imetolewa na Umoja wa Ulaya kuhusiana na kile ambacho imetokea mara baada ya serikali ya Tanzania ndege zake kuzuiliwa kutua katika anga la nchi za Ulaya.